Naam bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen ni, ni kwamba Diamond Platnumz bwana amefanya interview huko Marekani, New York, uh, ikiwa ni kuelekea katika tamasha la Summer Festival ambayo litafanyika huko New York Marekani. Bwana moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana ni, ni kwamba ameenda kufanya interview katika mainstream media ya Marekani, na hiyo interview, vitu ambavyo amevizungumza katika interview hiyo, ndikoniko hapa kwa ajili ya kukuelezea full story kuhusiana na vitu ambavyo Mondi ameviongea. Kikubwa zaidi ambacho Diamond Platnumz amezungumza bwana pale, kwanza kabisa ametambulishwa vizuri, na kikubwa ambacho amekizungumza ni kwamba wamezungumza sana kuhusiana na kolabo yake ambayo amefanya na Jason Derulo, lakini pia vilevile vile bwana ameulizwa kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo ame experience kuhusiana na kolabo hiyo na mambo mengine mengi sana, lakini kitu kingine ambacho amekizungumza ni kwamba moja kwa moja alishawahi ameulizwa, kwamba je, ulishawahi kufika hapa New York kabla ku, yaani huko zamani umeshawahi kuja New York. Of course Diamond sio mara yake ya kwanza kufika New York. Kwa hiyo akasema of course, I have been here before which means kwamba alishawahi kwenda pale New York, so akaambia kwamba bwana, nataka tuzungumze kuhusiana na Komasava, maana ni moja kati ya nyimbo ambazo sasa hivi zinatake over huku Marekani. Watu wengi sana wameifurahia nyimbo hiyo, kwa hiyo mpaka hapa tunajifunza kwamba eh, Koma Masava ni nyimbo ya Diamond ambayo imefanya vizuri mpaka Marekani, kwa sababu mpaka Fox News eh, wameizungumzia na wanaifahamu. Umeona bwana eh? Lakini pia vilevile akaulizwa kwamba, bwana idea ilikujaje kujaje, na pia jinsi gani ambavyo ulipata nafasi ya kuconnect na Jason Derulo kwa ajili ya kufanya kolabu ya hiyo ngoma. Umeona bwana eh? So Diamondi bwana hapa akaanza kuzungumza Kiingereza sasa kujibu hayo maswali na Diamond akaanza kusema kwamba I remember I was in Tanzania, I was at home. So that night, I was recording some different songs. Mm-hmm. And uh, hivyo kwamba Diamond alikuwa yuko nyumbani, anaelezea kwanza kuhusu na idea kwa masafa, jinsi ilivyokuja kichwani mwake bwana. Nilikuwa niko nyumbani na ulikuwa ni muda wa kuenda, kwa hiyo, wakati kuenda kuswali, kwa nataka kwenda kuswali bwana, ndio nikawaambia washikaji tumetoka studio twende tukaswali, umeona then baada ya hapo we will be back to the studio, lakini nilivyoenda ku kusoma, na alivyoenda kuswali, sorry, akaswali uh, akaomba dua kwamba hey, oh God bless me with one of the biggest song then when I, I go straight back to the studio I recorded Komasava which means, kwamba Diamond anasema kwamba ile ngoma ya Komasava bwana alivyotoka kuswali tu, alivyorudi studio ndo akaruka nayo ile ngoma, ni idea ilikuja hivyo, umeona bwana eh? Afu akaendelea kusema kwamba after dropping it everybody loved it, akiwa anamaanisha kwamba baada tu ya kuiachia ile ngoma kila mtu aliipenda. Afu akasema tena kwamba the first time I played it to everyone Every, everyone I I played it to before I released it, they said that uh, be release kwamba na, alivyo kabla hajaitoa official kwa watu wengine alivyowasikilizisha watu wake wa karibu bwana, akamwambia kwamba bwana, hii ngoma ni kali, inatakiwa uiachie kwamba so, um, the song, the song yani, mambo na speed ya ile ngoma kuondoka ilikuwa ni amazing. Umeona bwana? So akaja sasa akazungumzia pia kuhusiana na issue ya jinsi ambavyo aliyokupata connection ya Jason Derulo ni kwamba alimwambia kwamba tufanye aliomba kolabo kwa Jason Derulo. So kutokana na yeye Diamond kuomba kolabo kwa Jason Derulo, Jason Derulo kumbe nyimbo ya Koma Sava alikuwa anaijua. Kwa hiyo alichokifanya Jason Derulo ni kwamba akamwambia kwamba let's do the remix of Koma Sava. Umeona bwana? Kwa hiyo which means kwamba Jason Derulo yeye mwenyewe aliitaka Koma Sava. Naona bwana, hiyo ndio hicho ndo kitu ambacho Diamond Platnumz amekizungumza kuhusiana na goma la Komasava. Mmeona bwana? So mambo yalikuwa ni mazito kweli kweli. Akaulizwa pia swali kuhusiana na Summer Jam, kwa sababu hii kuna kuna hii show ambayo inaitwa Summer Jam huko New York Marekani. Akaambiwa kwamba je, bwana, umejiandaa vipi kwa ajili ya hiyo show? Kwa sababu sasa ametoka kwenye issue ya nyimbo akamuuliza sasa kuhusiana na hiyo issue ya show ya Summer Jam. Sasa Diamond amesema kwamba yuko very excited kukutana na wa wasanii wenzake kutoka Afrika, kwanza Star, Asake na wengine tofauti tofauti. Lakini pia kuna baadhi ya wasanii kutoka Marekani ambao watapanda jukwaani ambao hajawahi kushea nao stage, pia yuko yukoei kuona experience ya kushea stage na wasanii wakubwa kutoka Marekani. Umeona, umeona bwana bwana. kwa amesema kwamba super excited, I can't wait. ukichana so, na hiyo issue akaulizwa kwamba E, bwana, unaonekana kwamba uko kila sehemu umeona eh? Yaani kwamba jamaa anajihusisha na, na mambo mengi, wamemwona pia kumba kuna show ya Netflix nayo pia anahusika nayo. Kwa kwa hiyo kitu ambacho amekisema, Diamond ameongelea mambo ya kacha kwamba yuko hapo kwa ajili ya kushare the kacha ku kushow kacha ya Africa to the world, positivity na vitu vingine kama hivyo, so hicho ndo kitu ambacho Diamond amekijibu katika hiyo interview. Umeona bwana, lakini pia kutokana na makubwa ambayo Diamond ameyafanya e, hawa watangazaji wa pale Fox News kule New York Marekani wamemuuliza kuhusiana na mafanikio yake e, kwamba kuhusiana na upande wa mziki na mambo mengine tofauti tofauti, ambapo Diamond Platnumz bwana amesema kwamba mziki ameutumia kama mtaji. Umeona bwana eh, muziki Diamond anakuambia kwamba anautumia kama mtaji, kama capital kwa ajili ya yeye kufanya mambo mengine tofauti tofauti, eh, business ventures nyingine, lakini capital ya vitu vyote hivyo na investment zote ambazo amezifanya ni kupitia chanzo kilikuwa ni muziki. So kuna kibaba hapa akamuuliza kwamba bwana, je, wewe Tanzania story yako ikoje, umetokea wapi pale Tanzania? Kwa hiyo Diamond akaanza kuelezea kwamba ametokea kwenye Slum Tandale. Mbona bwana Diamond alivyojua kujishusha eh? Akisema slum maana yake anasema yani ametokea kama sehemu ambayo ni kama vile iko yani, sehemu ya watu wanaoishi wa kipato cha chini, umeona eh? Ambapo ni Tandale, Dar es Salaam Umeona, ameulizwa kwamba how big is it, maana alivyosema kwamba I'm, I'm from Tandale, Dar es Salaam. Huyo mtangazaji akamuuliza kwamba how big is it, akasema kwamba Tandale is the slum area in Dar es Salaam, yani kwamba ni sehemu ambayo wanaishi watu wa hali ya chini jijini Dar es Salaam. Akamwambia kwamba oh, the capital city uh, Diamond akasema no, the capital city is Dodoma but Dar es Salaam is like New York in America, which means kwamba anamaanisha kwamba mji mkuu wa, mji mkuu wa, Tanzania ni Dodoma lakini Dar es Salaam ni kama jiji yani kama New York jinsi ilivyo, japokuwa Marekani tunajua kabisa kwamba capital city ya Marekani ni washington D. C., if i'm not mistaken so hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa hiyo Diamond kwa kifupi ni kwamba anaelewa vizuri sana kiingereza lakini pia vile vile anazungumza vizuri hapa akufanya yale mambo yake ya swaga kuweka mimeno na uanza kusema kwamba malyon u ah, no hajazungumza hivyo jamaa amenyoosha kiswahili kizuri sorry kiingereza kizuri a eh, wabongo wote bwana wamejisikia very proud kuhusiana na hiki kitu ambacho Diamond Platinumz amekifanya au interview ambayo ameifanya. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hajatutia eh, aibu mwendetu, ameturepresent vizuri kabisa. Eh, bwana Sharot sana kwake Diamond Platinumz. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu eh, tuwekee na wewe maoni yako. Mm. Katika comment section hapo chini kama ilivyokuwa kawaida, tutasoma kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile Hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.